mlango ambao tukipitia tutaingia katika uzima wa milele. Na zaidi ya hayo, ameshatuambia kwamba yeye ndiye chakula kilichoshuka kutoka kutoka, ndiye chakula aongelea, anaposema yeye mlango aongelea. Lakini sisi ambao tunasoma sasa kmaamani tunaye tunayo nafasi kubwa ya kuelewa zaidi

Yali ya kulabisha apauniani mafungo ya Pasaka, tunakuomba hutufanye tufurahie utimilifu wa neema yako daima na milele ya Bwana, kwa njia wetu Yesu Kristo Mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja Mtakatifu Mungu milele yakue. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile mitume na ndugu waliokuwako katika Uyahudi wakapata habari ya kwamba watu wa mataifa nao walipokea neno la Mungu. Na, na, na Petro walipopanda kwenda Yerusalemu, wale walio wa tohara wakashindana naye wakisema Uliingia kwa watu wasiotahiriwa kukaa nao. Petro akaanza kuwaeleza utaratibu akasema, nalikuwa katika mji wa Yafa nikiomba, roho yangu ikazimia, nikaona maono, chombo kinashuka kama mvuo kubwa inateremshwa kutoka mbinguni kwa pembe zake nne kikanifikia nikatazama sana nikifikiri, nikaona wanyama wa nchi wenye miguu minne na wanyama wa mituni, nao watambao na watamba, ndege wa angani. Nikasikia na sauti kuniambia, ondoka Petro, ukachinje ule. Nikasema, Hasha Bwana, kwa maana kitu kilicho kichafu na kilicho najisi akijaingia kabisa kinywani mwangu. Sauti ikanijibu mara ya pili kutoka mbinguni, alivyovitakasa Mungu usivinene wewe najisi. Jambo hili litatendeka mara tatu, kisha vitu vyote vikavutwa tena juu natazama na mara hiyo watu watatu wakasimama mbele ya nyumba tuliyokuwemo, waliotumwa kwangu kutoka Kaisaria. Roho akaniambia nifatane nao nisione tashwishi. ndugu hao sita nao wakampinda nami, tukaingia katika nyumba ya mtu yule. Akatueleza jinsi alivyomwona malaika aliyesimama nyumbani mwake na kumwambia, Tuma watu kwenda Yafa ukamwite Simoni aitwaye Petro, atakaye kuambia maneno ambayo atakokoa wewe na nyumba yako yote. Ikawa nilipoanza kunena, Roho Mtakatifu akashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo. Nikalikumbuka neno lile la Bwana jinsi alivyosema Yohane alibatiza kwa maji kweli, bali nyinyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Basi kiwa Mwenyezi Mungu amewapa watu hao karama ile kwa sisi tuliyomwamini Bwana Yesu Kristo, mimi ni nani niweze kumpinga Mungu? Waliposikia maneno hayo wakanyamaza, Akamtukuza Mungu akisema, basi Mungu amewajalia hata mataifa nao toba iletayo uzima. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati kitukio. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu Mungu, aliye hai. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu Mungu, aliye hai. Kama ayala aoneavyo shauku mito ya maji vivyo hivyo, nafsi yangu inakuonea shauku. Emuu, nafsi yangu inamwonea kiu Mungu Mungu aliye hai. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu Mungu aliye hai Lini nitakapokuja nionane mbele za Mungu? Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Niletewe nuru yako na kweli yako, viniongoze zinifikishe kwenye milima mlima wako mtakatifu na hata maskani yako. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai Hivyo nitakwenda madhabahoni kwa Mungu, kwa Mungu aliye furaha yangu na shangwe yangu. Nitakusifu kwa kinubi, ye Mungu, Mungu wangu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai.

watangulia na wale kondoo kumfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia kwa maana hawazijui sauti za wageni. Kwa hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa mambo hayo aliyoambia. Basi Yesu aliwaambia tena, amini amini nawaambieni, mimi ndiyo mlango wa kondoo

Maji ya ubavu wake Kristo, ya miosi mateso ya Kristo, nguvu yanizimishie. E Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unipinge, saa kwa ya kufa kwangu uniite, uniamuru